Naibu wa Rais William Ruto amefanya mkutano wa kuwarai viongozi wa eneo la Magharibi mwa Kenya ili wajiunge na mwavuli wao na Rais Uhuru Kenyatta wa chama cha Jubilee. Mkutano huo ulihudhuriwa na magavana, wabunge, wawakilishi kadhaa wa wadi, pamoja na wanaharakati wa kisiasa, ulifanyika nyumbani kwake Ruto huko Sugoi. Mwanahabari Lofti Matambo anatupa taswira ya mchakato huo huku naibu wa Rais William Ruto akisisitiza kuwa lengo la pilka pilka zake ni kuwaunganisha Wakenya wala sio vinginevyo. Mchakato wa kuvileta pamoja vya matanzu vya muungano vya wa Jubilii ili kukiunda chama kimoja cha Jubilii pati unaendelea kukoleza licha ya ukinzani mkuu kutoka kwa baadhi ya wanachama. Hii leo naibu wa rais William Ruto alikutana na viongozi wa jamii ya Waluya wakiongozwa na gavana wa Bungoma Ken Lusaka ili kuuza sera za chama hicho kipya. Hakuna faida yoyote tutakayopata kwa kugawanyika, kwa kuweka chuki baina yetu, kwa kuweka e, mipaka ya ukabila. Ijapo William Ruto anasema kwamba lengo kuu la chama hicho ni kuiondoa migawanyiko nchini, mkutano wake wa jana na jamii ya wakalenjini uliashiria bayana kwa ushindi wa kura za uchaguzi mkuu ujao ni ajenda kuu ya Jubilee Party. Na sababu hiyo ndio inatufanya tuketi chini vile tulivyo sasa na kufikiria kama Wakenya, ni vipi tutaungana. Viongozi hao waliotoka katika kaunti za Bungoma, Trans Nzoia, Vihiga, Busia na Kakamega, na ambao wengi ni wa vyama vya Ford Kenya na New Ford Kenya, walionekana tayari kucheza wimbo wa Ruto <laughs> na chama hicho kipya chenye kauli mbiu ya tuko pamoja, angalau kwa muda huo aliyokuweka mgeni wao Ruto. Nataka nikuhakikishie kwamba tukitoka hapa, kitu ya muhimu sisi tukiwa viongozi kutoka mashinani, ni kazi inaanza sahihi. on behalf of the women of western Kenya, mimi kama maire jinalda ninakwambia, tunawaunga mkono, tutasimama pamoja na nyinyi 2017. Hapo jana naibu wa rais William Ruto alikutana na viongozi wa eneo la bonde la ufa wa patao elfu sita ambao ni wafuasi wa chama cha URP chake William Ruto na wakakubali muungano huo. Hata hivyo, mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter pamoja na gavana wa Bomet Isaac Ruto hawakuhudhuria, ishara kwamba yote si shwari katika ngome yake William Ruto. Hata hivyo, wakati siasa za mwaka 2017 zikianza kuchukua mkondo wake, hili huenda likazua tumbo joto kwa wapinzani wakuu wa serikali ya Jubilee Code, ambao bado hawajafichua mbinu yao mpya ya kampeni za uchaguzi mkuu ujao. Lofti Matambo, leo Nairobi.